Ha, mtazamaji, kwa wanafunzi wengi wakisalia nyumbani kwa kukosa fedha, rais William Ruto amewaagiza wanafunzi wote wa gredi ya kumi kuripoti shule kuanzia leo hata iwapo hawawezi kumudu kulipa karo. Rais Ruto aliyezungumza katika kaunti ya Meru hapo jana, alisema kwamba serikali imetoa ufadhili wa shilingi bilioni 44 kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata elimu. Na kama anavyoarifu Emmanuel Too, kwamba wizara ya elimu imetoa onyo kali kwa wakuu wa shule watakaokiuka maagizo hayo Alivunja kimya chake kuhusu kilio cha wazazi ambao hawana karo wala sare za mpito wa wanafunzi wa gredi ya kumi. Rais Ruto akiamuru wanafunzi wote kuripoti shuleni Ijumaa asubuhi, wawe na karo au la waende shuleni tomorrow morning. Na mimi nataka chiefs na assistant chiefs na members of provincial administration. Every child in Kenya must report to school tomorrow because we have provided the money to teach all our children. Rais akisema serikali imetenga fedha za kutosha kuhakikisha inafadhili masomo ya bure kwa wanafunzi. tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. In any case there is sufficient money for teachers Rais Ruto aliyehudhuria hafla ya kuwapa vijana ruzuku kutoka kaunti za Meru, Embu na Tharakanithi, akiwataka wanafunzi hao kurejea shuleni walivyo. Kama mtoto ako na uh, uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school, akingojea mzazi wako apate pesa ya kununua uniform ya secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. Wizara ya elimu ikitoa onyo kwa watakaokiuka maelekezo hayo, any report of non-compliance with the foregoing directives shall be made to the nearest education office office or national government administration office for appropriate action and in accordance with the applicable law. Emmanuel Toruninga, Citizen. Nairobi na mtazamaji, wanafunzi wa gredi ya kumi wanata